Naam, kwingineko Rais William Ruto ametetea mkataba wake wa kuungana na kinara wa ODM Raila Odinga kwa minajili ya kuleta uthabiti humu nchini. Rais alisema kuwa kiwango cha chini cha ustawi nchini kimetokana na ukabila na migawanyiko, akikariri kwamba anaazimia kuondoa aina zote za ubaguzi kupitia serikali jumuishi. Aliyasema hayo mjini Siaya wakati wa mazishi ya George Oduor, alikuwa mshirika wa muda mrefu wa Raila Odinga. Eneo la Larieda kaunti ya Siaya waombolezaji walikusanyika kumwaga George Oduor. Alikuwa afisa mkuu wa usalama aliyelinda familia ya Odinga ambapo pia alimhudumia marehemu Jaramogi Oginga Odinga na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Ni mtu ambaye Raila alimwomboleza kuwa mshirika mwaminifu ambaye angefanya kila juhudi kulinda usalama na kuwa mshirika wa kibinafsi. Rais like William Ruto aliyekuwa miongoni mwa waombolezaji alitetea mkataba wake wa kuungana na Raila akisema haukuzingatia maslahi ya kibinafsi this relationship that has stabilized the country that has created inclusivity eliminated the things that divide us and the negative ethnicity that threatens our country today we can proudly say our economy is stable baada ya kupingana katika zaidi ya chaguzi mbili Rais alisema kuwa udhabiti wa serikali yake

And anchor my leadership. Your Excellency, kitu moja umefanya pamoja na baba ni kusaidia sisi kulete Wakenya pamoja. Sisi saa hii tuko na chairman ya budget kwa bunge anaitwa Samatandi, tuko na Mbadi kwa Treasury. We must appreciate the gains that we have made as a country. As a country. And I must Baba. Baba Raila Molodinga for accepting to work closely with you, Your Excellency, to unite this country. Akizungumzia kuondolewa wadhifani kwa aliyekuwa naibu wake, Ruto alisema kuwa migawanyiko, ukosefu wa usawa katika ugavi wa rasilimali na ukabila vinatishia ustawi. And broad based is not, is not about the interest of any one of us. It's not about the interest of Baba here or my personal interest. It's about the interest of 45, 50 million Kenyans. Huku magavana wakilalamikia kupungua kwa rasilimali zinazotolewa kwa county, Raila alitumia fursa hiyo kuwakosoa wa wabunge ambao aliwashutumu kwa kuhujumu ugatuzi. John Jacob Curia, Dira ya Magwiji.